Tuone jinsi gani sisi tunaupeleka mbele Uislamu. Historia inatuonyesha kwamba Uislamu ulipelekwa mbele na kubebwa na wanawake, na Mama Hadija ndiye aliubeba zaidi, kwa kutoa fedha zake mwenyewe. Na hata ukiangalia misikitini, watoa sadaka wengi na sadaka nyingi ni akinamama. Uongo kweli? Na ndio maana tukisema sisi tubaki na sadaka sisi si, akinamama akina baba wanapiga kelele kwa sababu anajua sisi ndio watoa sadaka. <coughs> Lakini nataka niliseme hili la sadaka msikitini, pamoja na kwamba tunatakiwa tubaki na fedha za sadaka msikitini, lazima zifunguliwe account. Habari ya fedha ya sadaka ya kinamama, alafu mtu anabaki nayo kama pesa yake binafsi aa, aa, ifunguliwe account ili iwe kwenye akaunti, wakati tukiwa tuna shida tutakwenda kutoa kwenye akaunti, na isibaki watu wachache katika kundi kubwa la wanawake ndio wanagawana. Hilo linawavunja akinamama wengine kutoa sadaka. Lakini ni ukweli usiopingika, kama imamu ama mwenyekiti wa msikiti anakuja anataka pesa kidogo kwa ajili ya kulipia umeme kwa ajili ya matengenezo ya choo kwa ajili ya matengenezo ya jambo lolote msikitini, lazima mumpe. Hizo ni sadaka na si mali yenu nyie, kama mali wengine. Wanakataa, wanakuwa wakaidi, kana kwamba wao wana, wana uhuru fulani wa kwa peke yao. Wanashindwa kukumbuka kwamba sisi tuko chini tunalelewa na BAKWATA na hivyo yanayofanywa na BAKWATA kiuongozi kwa ngazi yoyote ni mambo ambayo yanahusu msikiti, yanahusu Waislamu. Kwa hivyo busara inatumika, mnaangalia kama mna shilingi elfu thelathini hawa wanaomba shilingi elfu kumi na tano wapeni, ili waweze kukamilisha shughuli hiyo ambayo inatakiwa ikamilishwe.